Sikiliza vizuri. Maisha yako hayaji peke yake. Maisha yako ni matokeo ya chaguo unayofanya kila siku, hata yale madogo madogo ambayo huyaona hayana maana. Kila tabia, kila jambo unalofikiria, na kila hatua unayochukua huunda msingi wa hatima yako. Lakini wengi huishi kwa bahati tu, wakisubiri mambo yajitokeze badala ya kuchukua hatua za kudhibiti maisha yao. Leo tuko hapa kuzungumzia mambo saba unayopaswa kukataa katika maisha yako, mambo yanayokuzuia kufanikiwa, yanayokufanya usione thamani yako, na yanayokufanya uishi maisha ya wastani. Ukiyaacha, akili yako itakuwa wazi, nafsi yako itakuwa imara, na hatima yako itakuwa ndani ya mikono yako. Lakini kabla hatujaanza, hakikisha una subscribe kwenye chaneli yetu ya GR Hamasa Wisdom ili kila siku ujifunze mafundisho makubwa yenye nguvu na yenye mwelekeo wa kweli. Moja. Kataa hofu ya kushindwa. Hofu ni adui mkubwa wa mafanikio. Watu wengi huacha ndoto zao zikikosa kukamilika kwa sababu ya hofu ya kushindwa, hofu ya kujaribu, au hofu ya kudharauliwa. Hata kama unajua ndoto zako ni sahihi, hofu inakuzuia hatua. Fikiria watu waliobadilisha dunia Steve Jobs, Oprah Winfrey, Nelson Mandela walikumbana na hofu, wakakabili hofu yao kila siku, lakini hawakuruhusu hofu ichukue hatamu. Huna haja ya kuwa kamili, una haja ya kuanza. Ukiikataa hofu, unapata nguvu ya kufanya, nguvu ya kuchukua hatua na akili yako inakuwa huru kufanya maamuzi sahihi. Kila asubuhi, jiulize: Leo nitachukua hatua gani hata ndogo itakayonisogeza karibu na ndoto yangu? Hii ndilo msingi wa akili ya mshindi 2. Kataa kujihukumu kwa kutofahamu. Wengi hulaumu maisha yao, bahati au wengine wanaposhindwa. Mimi sijafanikiwa kwa sababu au bahati haipo upande wangu. Hii ni usingizi wa akili. Kata hoja za kupunguza nguvu yako. Badala yake, jiulize Ninaweza kufanya nini tofauti leo? Kila hatua unayochukua kwa uwajibikaji inakupeleka karibu na matokeo unayoyataka. Watu wanaofanikiwa huanza na wao wenyewe, hawangoji dunia. Kumbuka, kila mtu aliye na mafanikio makubwa alijua kuwa hakuna anayemsubiri. Ndiyo maana akili yenye nguvu huunda hatima yake, sio kuitegemea bahati. Tatu, kataa kufanya kazi kama wengine Watu wengi huishi maisha ya wastani kwa sababu wanaiga wengine. Kila mtu anafuata njia ile ile, kila mtu anafanya kazi ile ile, kila mtu anaishi maisha ile ile ya kawaida. Hii inakuzuia kutoka kufanikiwa jambo la kipekee. Kata kukaribia maisha kama wengine, tafuta njia yako, ujifunze zaidi, jaribu zaidi, na chukua hatua zisizo za kawaida. Akili yako imeundwa kufikiri mbali, si kufuata makundi. Ukiendelea kuchagua tofauti hatima yako itabadilika. Hii ni akili ya mtu ambaye anataka kuacha alama duniani, sio akili ya kufuata, bali ya kuunda. Nne, kataa kuchukua kelele kama neno drama, uhasama, kubishana kila wakati. Hizi ni kelele zisizo na maana zinazokuchukua nguvu zako. Akili ya mafanikio haijengiwi kwenye kelele. Kata kushiriki katika kelele zisizo na mwelekeo, badala yake tafuta umakini Tafakari na hatua za kweli. Ukiweza kutenga muda kwa mawazo yenye maana, akili yako inakuwa kama choma kilichokamilika, imara, thabiti na isiyoshindwa. Kila wakati unapotumia muda wako kwa masuala yasiyo na maana, unakosa nafasi ya kujenga nguvu ya ndani. Weka akili yako kwenye mwelekeo sahihi na utaona tofauti kubwa katika maisha yako. Tano, kataa kuacha kutafuna hata kikubaliwa. Watu wengi hukubali maisha kama yalivyo, wanakubali mipaka, wanakubali hali zisizo na maana, wanakubali kushindwa bila kuchukua hatua. Kataa kukubali hali hizi, huna haja ya kuishi kama wengine wanavyosema ni sahihi. Jiulize leo, nitachukua hatua gani itakayobadilisha historia yangu? Kila hatua unayochukua yenye mwelekeo, kila chaguo unalofanya kwa makini, inaunda historia yako hii ni akili ya mtu ambaye anaamua maisha yake mwenyewe. Haitegemei wengine, haitegemei bahati, bali inaunda matokeo. Sita, kataa kukosa shukrani. Shukrani ni nguvu isiyoonekana. Watu wengi hukosa kuona kile wanachomiliki, lakini akili yenye mafanikio inajua thamani ya kila kitu, kutoka ndoto hadi marafiki, kutoka afya hadi fursa ndogo ndogo. Kataa kukosa shukrani. Kila asubuhi tafakari juu ya kile unachomiliki. Akili inayojua kuthamini inajua kufanikisha. Hii badilisha mtazamo wako, huongeza uvumilivu wako na huongeza nguvu zako za kufanya maamuzi makubwa. Kila kitu unachoshukuru huongeza nguvu ya ndani na huunda moyo thabiti wa kushinda kila changamoto. Saba, kataa kuacha kukua kimawazo na kimaono. Wengi wanakaa kwenye nafsi zao, lakini hawafanyi kazi ya kuongeza akili zao hawazidi mawazo yao, hawafanyii kazi ndoto zao. Kata kukaa kimya, tafuta elimu, tafuta uelewa, tafuta ujasiri. Kila hatua unayochukua ya kujifunza, ya kujaribu na kushinda hofu inakupa nguvu ya mafanikio. Akili yenye mawazo makubwa haiwezi kushindwa, ni akili ya mshindi. Hii ni siri ya watu waliobadilisha dunia, hawakubali kufa kiakili walikuwa kila siku, hatua kwa hatua, wakijenga hatima yao. Na sasa, sehemu muhimu zaidi: kataa haya saba na maisha yako yatakuwa na mwanga. Hatua kwa hatua, asubuhi baada ya asubuhi, akili yako inajengwa, nafsi yako inaimarika, na hatima yako inakuwa ndani ya mikono yako. Ukijisikia, usiandike tu kwenye comments, andika moyoni mwako: leo nimekata mabaya yote, na nitaanza kujenga hatima yangu. Kwa sababu watu wa kweli wa mafanikio hawatangazi, wanajijenga, lakini wanajijenga kila siku kimya kimya, hatua kwa hatua, bila kuacha.